Miezi mitatu ya kwanza ya mwaka imeshapita. Um, sasa hivi tuko April. Um, nadhani huu ni muda mzuri wa kukaa chini na kujiuliza, je, yale malengo ambayo tuliyaweka mwanzoni mwa mwaka tuko mbioni kuyo, kuyatimiza. Kama um, tunaelekea kwamba tutatimiza tufanye nini? Halo, habari, mi naitwa Happy Msale, karibu kwenye chaneli yangu ya YouTube. Kwenye chaneli hii tunaongelea mambo mbalimbali ya fedha, kuwekeza, kuweka akiba kwao kama ni, hivi ni vitu ambavyo vinakufaisha ama ungependa kujifunza zaidi karibu ili tuendelea kujifunza pamoja. Napenda kufanya tathmini kila baada ya robo mwaka kukaa chini na kuangalia je, ile malengo yangu ya kifedha niliyotaka kuweka niko mbioni kuyatimiza. Um, na, na napenda kufanya hivi kwa sababu um, ndo kwanza miezi mitatu imeshapita. Um, ni muda mzuri wa kuanza kujitathmini. Um, na kama kuna vitu ambavyo unafanya ambapo labda haviendani na ile malengo yako, una muda wa kutosha kwamba unaweza kukaa chini na kuangalia vitu vya kurekebisha ili kifika Disemba, ikifika mwisho wa mwaka unaweza ukakaa chini na kusema kwamba, ndio, nilikuwa na malengo haya na nimeweza kuyatimiza ama sikuyatimiza kwa sababu hii hii na hii. Kwa hiyo huu ni muda mzuri sana kukaa chini na kuangalia, je, yale malengo ambayo tuliweka mwanzoni mwa mwaka tunaelekea kuyatimiza, na kama hatuelekei kuyatimiza, ni tufanye nini ili tuweze kuyatimiza? Kitu cha kwanza ambacho ninafanya wakati ninafanya tathmini yangu ya kifedha kila robo mwaka ni kwamba kwanza naangalia, je niko wapi kwa sasa? Na ili nijue niko wapi kwa sasa, kwanza anaangalia matumizi yangu yote na mapato yangu yote kwa ile miezi mitatu iliyopita. Kwa hiyo sasa hivi tuko april naangalia, je kuanzia Januari mpaka Machi nilipata mapato ya kiasi gani? Um, kuanzia Januari mpaka Machi nilitumia kiasi gani? Kwao unaanza kwanza kwa kujua, je nilikuwa nimepata kiasi hichi cha hela na nimetumia kiasi hichi yani. Am um, na je, unaanza kujiuliza na ukufanya tathmini kwamba am um, niliweka akiba? Na kama niliweka akiba, niliweka kiasi fulani um, cha akiba na nileka apio akiba. Je, unaanza kujiuliza ile akiba kama iko benki inapata faida yoyote, kwa sababu hautaki kuwa unaweka hela benki na haipati faida yoyote. Kwa hiyo ndio unaangalia mapato yako, unaangalia matumizi yako, unaangalia akiba yako inapoenda um, je, inapata faida pia unaangalia uwekezaji wako, uwekezaji wako um, kwa sasa unasemaje kwamba je, uliweza kuwekeza miezi mitatu iliyopita? Na kama uliwekeza uliwekeza kwenye nini? um, je um, uwekezaji wako unaendeleaje? Kwao ni huu ni muda zaidi wa kukaa chini na kujiuliza, kwanzia Januari mpaka Machi nilifanya nini? Pia kitu kingine cha kufanya ni kwamba unaangalia pia madeni yako um, unaweza ukawa na madeni labda ulikuwa umeshaweka lengo kwamba mwanzo wa mwaka nataka nianza kulipa um, haya madeni sasa hivi. Je, unaangalia ile deni langu labda lilikuwa elfu moja Januari, sasa hivi niweza kalipunguza na nimelipunguza kwa kiasi gani? Pia ni muda mzuri wa kukaa chini na kujiuliza. Ndio, kama una deni zaidi ya moja, unaanza kuangalia ha, kwenye haya madeni yangu lipi lila riba kubwa zaidi, lipi lila riba ndogo zaidi, amje um, ninalipa kwa kulingana na tulivyokubaliana na yule alienipa hiyo hela kwao na huu ni muda mzuri sana wa kukaa chini na kuangalia mapato yako matumizi yako uh, madeni yako um, akiba, uwekezaji. Um, na kitu kingine ambacho pia unaweza kuangalia ni kwamba unaangalia um, kama una mfuko wa dharura huu, um, mfuko unaendeleaje? Um, je, una hela ya kutosha na mfuko wa dharura ni, ni mfuko ambao unakuwa unaweka kwamba kitu chochote kikitokea ambacho ulikuwa hujakipanga kuna hela ambayo umeweka hapo pembeni ambayo itakusaidia kwao. Huu ni muda mzuri wa kukaa na kuangalia hivi vitu vyangu vyote vya kifedha, je, vinaendeleaje? Na kitu kingine um, cha muhimu kabisa cha kuangalia muda huu ambao tunatathmini je, tuko wapi ni kama, kama kulikuwa kuna mabadiliko yote yaliyotokea. Kwa mfano labda umepata mtoto ama ulikuwa ndio na mtoto ameanza shule. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinaweza vikawa vimetokea ambavyo mwanzoni mwa mwaka hukujua vitatokea na vimetokea. Au labda tu kwamba um, ulipata hela nyingi hapo katikati ambapo tegemeko una kaa chini na kutafakari, kuna vitu gani ambavyo nilikuwa sitategemea mwanzo wa mwaka na sasa hivi vimetokea. Hatua ya pili sasa ni um, kupanga malengo mapya um, um, ndio tunajua kwamba sasa hivi April hii, kuanzia Januari mpaka March tulifanya hivi na hivi na hivi. Sasa hivi ni muda mzuri wa kukaa chini na kuanza kupanga malengo mapya. Kwa mfano, labda ulikuwa umesema kwamba mwaka huu nataka um, niweze nikawa na kipato labda milioni kumi kwa mfano, ukikaa ukiangalia unaona kwamba kuanzia Januari mpaka Machi labda ulipata milioni moja kwa, unaona kama kuna tofauti kubwa sana. Labda unatakiwa kupata milioni tatu, lakini umepata milioni moja. Je, um, uanze sasa kupanga malengo mapya. Haya malengo yanaweza kuwa kwamba okay, labda nilikuwa ninataka nifanye hivi, hakijafanikiwa. Niliweka juhudi zangu zote, hazikufanikiwa. Je, nitafanya nini? Nirekebishe wapi ili um, niwe sasa na malengo ambayo naweza nikatimiza. Au inawezekana tu kwamba ulikuwa umesema labda nitakuwa na milioni kumi mwaka huu nataka mimi mpate wa milioni kumi, lakini mpaka sasa hivi labda umeshapata hiyo milioni kumi au milioni kumi, ishirini. Muda mzuri sasa kukaa chini na kuangalia je, um, angalia je kama ni kwenye mapato, nimeshapata kiasi gani? Mpaka mwisho wa mwaka nitafanya nini? Ama labda ulikuwa unasema nitaanzisha biashara, mpaka sasa hivi hujaanzisha, ni muda mzuri sasa kukaa chini na kusema kwamba okay, labda sikuanzisha kwa sababu hii. Sasa hivi ni muda wa kuwa Um, makini zaidi kuwa serious zaidi ili uweze ukatimiza yale malengo yako. Kitu kingine ambacho tunafanya wakati unapanga sasa malengo mapya ni kwamba lazima tuweze tukatofautisha kati ya malengo ya muda mfupi na muda mrefu. Inawezekana kwamba labda mwanzo wa mwaka ulikuwa umeweka malengo, lakini hata ukikaa sasa hivi unasema kwamba hili lengo sio lengo ambalo naweza nikatimiza mwaka huu labda naweza nikatimiza ndani ya miaka mitatu. Kwao ni muda mzuri wa kukaa chini na kuanza kuyavunja yale malengo, kwamba kuna yale mengine ya muda mrefu um, kama ni ya muda mrefu, mwaka huu naweza nikatimiza, um, kiasi hichi, mwaka kesho nikaongezea hapa, baada ya miaka mitatu nikawa nimetimiza. Kwao um, tofautisha tu kwamba yale malengo ya muda mfupi ni yapi, ya ya muda mrefu ni yapi. Kitu kingine ambacho tutafanya muda huu ni kwamba tutaweka priority kwamba kwenye haya malengo yetu yapi ni ya muhimu zaidi ambayo, yapi ambayo sio muhimu zaidi. Umesha umeshakaa kwa muda miezi mitatu, kuna kuna vitu ambavyo umefanya vizuri, kuna vitu ambavyo umefanya vibaya, basi ni muda mzuri wa kukaa chini na kuanza kutafakari kwamba um, kuna yale malengo ambayo ni lazima nataka niyatimize mwaka huu, ambayo yana umuhimu zaidi kuliko yale malengo mengine ambayo nasema kwamba labda hili linaweza likasubiria mwaka kesho au mwaka kesho kutwa. Ni muda mzuri pia wa kukaa chini wa na kuanza kutafakari malengo yapi ambayo yana umuhimu zaidi ambayo tutawekea juhudi zaidi ili ikifika Disemba tuweze tukawa tumetimiza. Na kama umesha kaa chini ukaangalia nilikuwa wapi, um, nataka niende wapi na ukaona kama kuna vitu ambao ulifanya vizuri zaidi, unaweza um, pia ukakaa chini na ukajipongeza kwenye personal finance. Na tunasema kwamba ni sio muda wote kwamba tunasema labda tu unaweka akiba unawekeza, pia lazima pia tuwe tuna ile um, tujenge tu tabia kwamba tukiweza tu timiza malengo fulani tunaanza pia na um, kujipongeza. Na sio lazima kwamba ufanye kitu kikubwa ndio umejipongeza hapa, lakini unategemea tu wewe mwenyewe na lengo ambao umeweza kuitimiza um, weka tu pia na hela kidogo ambao unaweza ukajipongeza kwa ile malengo ambao umeshatimiza. Hatua ya tatu ambayo tutafanya ni kwamba tutaangalia vitu ambavyo ni vya kurekebisha. Tumekaa kuanzia January mpaka March, kuna vitu ambavyo tumefanya vizuri na kuna vitu ambavyo hatujafanya vizuri lakini Uh, hapa pia ni muda vizuri, um, tuweze, um, wa kutafakari je, vile vitu ambavyo tukufanya vizuri, tuvifanyaje ili tukatimiza haya malengo yetu mwisho wa mwaka. Kama ilikuwa unafanya bajet kila mwezi, labda hiyo bajet ulikuwa uifuati. Kwa hiyo ni muda mzuri wa kukaa na kusema kwamba, um, nilikuwa siifuati bajet lakini tafanya hivi na hivi ili niweze nikaitimiza. Um, muda wa kuangalia pia labda madeni yako, nilikuwa nataka nilipe kiasi fulani sijafanikiwa kulipa ni muda mzuri sasa wa kukaa chini na kusema kwamba labda nilikuwa silipi kwa sababu, um, nilikuwa ninachelewa kulipa au nilikuwa sijaweka kama priority kwamba hii ni lengo zuri la kutimiza. Ni muda mzuri wa kukaa chini na kuangalia vile vitu ambavyo vinafaa kurekebisha, um, na tukumbuke umuhimu wa kufanya hivi. Tunafanya hivi kwa sababu bado ni mwanzo wa mwaka, una muda wa kutosha bado kuna miezi tisa, ambapo vitu ambavyo tulikuwa tujavitimiza hii miezi mitatu, tunaweza tukakaa chini na tuka Rekebisha. Pia huu ni muda mzuri wa kuanza kutafakari kwa mfano, kwenye swala la mapato, inawezekana kwamba ulikuwa umepanga kuwa na kiasi fulani, labda haujafanikiwa. Ni muda mzuri sasa, wakati wa kurekebisha yale malengo yetu. Tunaanza kukaa chini na kuwaza, je, nawezaje nikapata um, fedha zaidi? Labda unataka kufungua biashara ama unataka kutafuta kazi nyingine ambayo inakulipa vizuri zaidi. Huu ni muda mzuri wa kukaa chini na kuanza kuwaza jinsi ya kuongeza mapato yako. Kwenye hela, tunasema kwamba sio siku zote ambapo tunasema kwamba labda kupunguza matumizi kupunguza matumizi. Kuna matumizi mengine ambayo haiwezi kupunguzika. Um, ni vizuri zaidi kuwaza kwamba je, nitatengenezaje hela zaidi um, ili yale malengo yangu um, ambayo ninataka kuyatimiza niweze kuyatimiza ama niweze tu nikaishi maisha ambayo ni mazuri zaidi kuliko yale maisha ambayo kila siku nasema tu, leo nitajinyima, leo nitajinyima, leo sitafanya hichi na hichi na hichi. Hatua ya nne ni kuangalia na vile vitu vingine ambavyo tumevisaa kuna vitu ambavyo ni vya muhimu sana kama mfuko wa dharura na nakuwa na insurance. Am, um, tuanze na mfuko wa dharura. Mfuko wa dharura ni mfuko ambao unakuwa umeweka hela ili kitu chochote ambacho kikitokea, ambacho hawako kipanga kikitokea, una hela ya kutosha kwa ajili ya huo mfuko. Kwa huo ni muda mzuri wa kuangalia, je, ule mfuko wangu wa dharura una hela um, ya kutosha? Uko wapi? Labda umeweka kwenye benki fulani au umeweka kwenye money market fulani. Kwa hiyo ni muda mzuri wa kukaa chini na kuanza kuwaza, kuwaza mfuko wangu wa dharura je, unanitosha kwa muda wa miezi sita? Um, nimetengeneza video kuhusu mifuko ya dharura, nitaweka hapa kama hujawahi kuangalia, unaweza kuiangalia. Kitu kingine ambacho watu wengi wanasahau ni insurance. Insurance ni muhimu kwa sababu um, huwezi kujua kwamba leo umeanguka, um, unaumwa ghafla, hakuna ya kutosha, kuna insurance ambayo inaweza kusaidia kulipia matibabu yako. Kwa hiyo ni muda mzuri wa kukaa chini na kuwaza je. Um, kila kitu ambacho kinatakiwa kulipiwa insurance kimelipiwa? Kama ni gari limelipiwa insurance. Watu wengine pia wanaweka mpaka nyumba, au kwa ajili ya vitu kama moto au mafuriko. Ni muda kuhusu na afya yako, nimejilipia insurance ya afya ili kama nikiumwa kuna hela mbo, um, watu wa insurance. Na hatua ya mwisho ambao tunafanya wakati tuna wakati tunapanga malengo yetu ya kifedha, um, ya kifedha ya robo mwaka ni kwamba tunaanza kutendaji. Um, tutashasema kwamba tutakuwa tunaweka akiba kiasi fulani tunaanza sasa kuwa watendaji zaidi. Um, muda wa maneno unakuwa umeisha tunakuwa watendaji zaidi. Um, cha umuhimu ni kwamba tunataka ikifika Disemba tu tuna furaha kwamba yale malengo ambayo tulikuwa tumeweka tumeweza kuweka na tutafanyaje hivi. Um, kwanza cha umuhimu zaidi ni kwamba uwe na ratiba tu kwamba labda kila robo mwa kila robo mwaka nitakuwa ninakaa chini naangalia malengo yako ya kifedha, lakini pia sio vizuri zaidi kwamba unakaa mpaka baada ya mwisho, baada ya miezi mitatu minne ndo unakaa chini, hapana, hata kama ukiwa unaweza kwamba kukaa kila mwezi unaangalia, wakati unafanya bajeti yako ukiwa unaangalia yale malengo yako ya kifedha ya mwaka huu, je, yako mbioni kutimiza? Na mimi ninapenda kufanya hivi, ama nyingi sana nenda tu sehemu nzuri kama, kama, ya ya kama ni mgawa mzuri na kati unaangalia malengo yako ya kifedha je, yako mbioni

Uh, malengo yangu ya kifedha kama niko mbioni kutimiza na nifanya nini ili niweze nikarekebisha pale ambapo ninakuwa ninakosea. Um, je, nyewe mnafanya uh, huwa mnaangalia malengo yenu ya kifedha kila uh, robo mwaka na kama mnafanya hivyo um, mmesha gundua lini? Mimi ninachopenda zaidi ni kwamba um, nikiwa ninafanya hivi sio kwamba ikifika nilisema ninakuwa ninashtuka kwamba nilikuwa nataka kufanya hivi na sijaweza kufanya hivi. Na pia inachonisaidia pia zaidi ni kwamba kuna mara nyingine unaweza kuta kwamba kuna sehemu ambayo inatakiwa urekebishe, ama kuna kitu ulikuwa hujapanga kikatokea, bado unakuwa na muda wa kutosha zaidi kukaa chini na kuweza ku, um, kufanya vitu vingine ili bado yale malengo yako yote yaweze yakatimia. Kama una swali lolote, kama una comment yoyote, unaweza kuongeza hapa chini kwenye comment section. um, kama umefurahi video na hujasubscribe kwenye channel yangu, tafadhali subscribe. Tutaonana tena wiki ijayo, kwaheri.